ibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Buso. Wiki hii tunajadiliana hatua ya rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita kutangaza kupiga marufuku raia wa mataifa kumi na mawili kwenda katika nchi yake. Kwa urahisi tu, hatuwezi kuwa na mfumo wazi wa uhamiaji kutoka taifa lolote ambao huwezi kuwafanyia ukaguzi wa kina wale wanaoingia nchini Marekani. Hiyo ndio sababu leo nasaini amri mpya ya rais ili kuweka vikwazo vya usafiri kwa mataifa kama vile Yemen, Somalia, Haiti, Libya na mengine mengi. Kutekelezwa kwa sheria hizi kutategemea na hatari iliyopo. Kuangaziwa upya kwa sheria hizi kutategemea pia hatua zilizopigwa, na vile vile kama mataifa mengine yanaweza kuongezwa kwenye orodha hii. Hatutakubali watu kuingia katika nchi yetu wanaolenga kutuumiza. Hakuna kitakachotuzuia kuilinda Marekani. Lakini pia Trump alitangaza wananchi kutoka Afghanistan, Myanmar, Haiti, Iran na Yemen hawakubaliwi kwenda katika nchi yake. Hatua hii imesababisha pia maandamano makubwa katika jimbo la California baada ya waandamanaji kujitokeza kuanzia juma iliyopita kupinga sera ya Trump kuhusu wageni baada ya kuanza kwa msako unaoendeshwa na maafisa wa uhamiaji. Je, hatua hii inamaanisha nini? Kusaidia kuelewa kwa undani, naungana naye Hamdun Masel, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Mwanza. Karibu sana bwana Hamdun. Bila shaka nashukuru asante Sereh na kutoka Nairobi naungana naye Torostod Alenga. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya uongozi bora. Karibu sana Bwana Alenga. Asante sana Vic. Na nianza nawe Bwana Hamdun, tathmini yako ni ipi kuhusu hatua hii ya Trump aliyoitangaza wiki iliyopita ambayo ilianza kutekelezwa tarehe tisa, inamaanisha nini? A ina maanisha eh, ghadhabu aliyo nayo na pengine eh, taarifa za watu wa intelligence, hasa CIA na FBI ya Marekani na pengine hata wizara ya mambo ya nchi za nje kuhusiana na masala ya eh, usalama wa Marekani, lakini vilevile eh, kama adhabu vilevile eh, ya nyongeza dhidi vile ya serikali eh, ya Iran na, na ukitazama zaidi utaona kabisa kwamba eh, kinachofanyika sasa ni kama kumbukizi ile ya Septemba Septemba kumi na moja, kama kisingizio cha usalama wa Marekani kwa matatani. Lakini inakumbukwa sana kwamba wakati wa kampeni za Trump alisema wazi kwamba angeinda Marekani na akamlaumu sana bwana Baiden wakutokuilinda vizuri Marekani. Naam, Alenga, we unasemaje? Uh, suala kubwa hapa linaonekana ni kuwa suala la, la usalama. Unafikiri kuna kitu kingine labda kimejificha nyuma ya uamuzi huu na sera wa Trump na sera zake za uhamiaji, ni suala tu la ubinafsi, bali si hisia ya Mwamerika wa kawaida, na si dhani kama kuna faida yoyote ambayo suala hili linaweza kuipa Marekani. Labda tuseme tu, si dhani kama kuna faida yoyote Marekani inaweza kupata kwa kuzuilia watu kuingia kwao, maanake kwamba unaona, taifa la Marekani ni taifa kubwa sana. Uh, ni taifa ambalo lina yani, ni kama Afrika mzima maanake, lina majimbo kama hamsini na nne. Hiyo ni kama Afrika mzima na basi, huwezi kutarajia wazaliwa wa Marekani tu ndio wawe pale au ndio waendeshe shughuli za taifa hilo. Kuna mseto wa mawazo, mseto wa hisia na mseto wa ujuzi ambao unahitaji katika karne hii kuweza kuendeza taifa lolote lile. Nambu na bwana Donald Trump alisema kwamba uh, hatokubali nchi yake ipate watu ambao wana lengo la kuwaumiza, lakini akasema kwamba orodha hiyo ya mataifa ambayo imetajwa inaweza ikabadilishwa iwapo baadhi ya mambo yatafanyika. Unafikiri ni mambo gani ambayo yapo kwenye haya mataifa yaliyotajwa na Trump ambayo yanazuia ama yamekuwa vikwazo uh, kwa raia wake kwenda Marekani? Baada ya Uchina kuonekana inaruhusu uh, kutoa misaada, kutoa mikopo, kushirikiana kibiashara na mataifa mengi, akawa ameonekana kushawishi mataifa mengi zaidi kuwa na mahusiano naye zaidi pengine kuliko Marekani alivyokuwa akifanya kuliko Ufaransa alivyokuwa akifanya kuliko Uingereza alivyokuwa kuliko Ujerumani alivyokuwa akifanya. Nafikiri nam kul... naona tumempoteza Bwana Hamdul Masel. Nije kwako kwa Bwana Alenga, tuzungumzie namna Afrika imekuwa ikizungumzia swala hili. Tuliona miongoni mwa nchi ambazo zimetajwa ni, ni Chad nayo na pia ilitangaza kuzuia kutoa visa kwa raia wa Marekani ambao walipanga kuja katika taifa lao. Hii hatua unaitathmini vipi? E, nafikiri o yam, uamuzi ambao Chad ilifanya ni uamuzi wa busara, manake katika karne hii ya ishirini na moja huwezi keti mahali ukasema kwamba kwangu mimi ndipo kunapo kila kitu basi, uh, watu wengine tu watataka kuja kwangu, bali mimi sina haja kwenda kwao. Tumeona kwamba sasa hivi ulimwengu mzima unatangamana kwa mambo mengi sana. Kuna mambo ya biashara, kuna masomo, kuna kuna, kuna, kuna vitu vingi ambavyo mataifa lazima yaweze kutangamana. Basi ma, Rais Donald Trump anapofikiria kwamba ni waafrika Afrika tu ama watu wa mataifa ambayo yanajiendeleza wa, wao tu ndio wana haja ya kuenda Marekani, ajue kwamba kuna Wamarekani ambao wana biashara zao hapa Afrika, wana biashara zao kule, uh, kule Yemen kule Iran na hayo mataifa mengine, na wangependa kuyazuru mataifa hayo kuweza kuendelesha shughuli zao. Basi anapotoa vikwazo kwa raia wa mataifa hayo kutoingia Marekani, asifikirie kwamba ni wao tu wanataka kuingia Marekani, bali ajue kwamba wao uh, wa raia wa Marekani pia wanakuwa wana, wana makusudi ya kuweza kuingia katika mataifa mengine kuendeleza biashara zao. Naam, uh, bwana Hamdun, sijui kama unanipata vizuri, ulitoweka uh, hapo awali ulipokuwa unazungumzia kitu ambacho uh, unafikiri rais Trump alikuwa nakimaanisha aliposema kwamba mataifa haya inaweza ikabadilishwa iwapo mataifa haya, kuna baadhi ya mambo watayaweka sawa. Nimesema Wachina waliingia Afrika, wakaishia kwenye kualiko, wakaingia Marekani, wakaenda Ufaransa na sehemu nyinginezo, wakafanya hivyo kwa kuto masharti kwa, kwa mipopo kwa biashara na kadhalika, na hili likaonekana kuwapa umaarufu mkubwa mno na wakaonekana kwamba wanafaa. Kwa hiyo wanajaribu kushindana na Uchina na hili jambo la lazima huiangalia katika aspect ya kiuchumi wanashindana Uchina kwa kuhakikisha kwamba wanajenga mazingira yanayowasaidia kuondokana na matumizi ya gharama kubwa katika kuzalisha ili waweze kuyateka masoko ya ulimwengu. tukimalizia tu madake um, kwa muda mfupi sana Bwana Alenga, tumeshuhudia maandamano kule California, baadhi ya watu wanaandamana, hawafurahishwi na sera za Trump za uhamiaji hii kwako, unaisema unaitathmini una vipi? Nafikiri watu wengi wa, wameweza kugadhabishwa na sera ambazo Trump ameingiza katika utawala wa Marekani. Amelifanya taifa la Marekani kuonekana kama taifa choyo zaidi, taifa lisilojali watu wengine, taifa linalojipenda li, li, li, hilo tu na bali si watu wengine na nafikiri wananchi wa Marekani wana fursa ya kuweza kuinuka na kusema kwamba utawala kama huu hatukubaliani nao. Hisia kama hizi si hisia za Marekani wa kawaida, bali ni hisia za Donald Trump. Labda inaashiria tu kipindi kigumu kwa demokrasia ya taifa la Marekani. Nam, kwa sekunde chache sana, Amdun Marsel, unamaliziaje? Namalizia na, na hisia tofauti kabisa kwamba mimi naongeana na, na watu kama kina Traore na, na fikra za kina Mwalimu Nyerere na fikira za kina Patrice Lumumba, uh, eh, na hata fikira za Lumumba wa Kenya Profesa Lumumba. Mimi nakubaliana kwamba kama Marekani anaona hatuna sababu ya kwenda Marekani, kama Marekani anafikiria amejitosheleza, hatuna sababu si ya kung'angana na kuanza kumfanya aanze kuona kwamba si ni muhimu kwake kwa, kwa kumlazimisha. Hapana, watu wetu warudi Afrika. Afrika ni nzuri, inapendeza Afrika inahitaji bongo za vijana na wazee wetu waliokwenda Marekani, wanafanya kazi Marekani. Afrika inataka uzoefu wa watu hawa, warudi Afrika, watumiwe na serikali zetu, wazalishe, watengeze utaratibu za kuifanya Afrika kupiga hatua na Marekani, hata kuizidi. Na hiyo ndio jinsi ya kufanya. Naam, asante sana Hamduni Masela, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ukiwa hapo Mwanza nchini Tanzania. Nam, ni kushukuru pia Terestoda Alenga, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ukiwa Nairobi. Asante sana Victor. Na msikilizaji, muda umeturuhusu kuwa na hayo tu kwa leo, hadi wiki ijayo tutakapokutana tena kwenye makala mengine ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.